Uh, Zablon, eh, cha kwanza nitaanza kusema eh, ninasikitishwa sana eh, kujua watu ambaye wanaelewa eh, maisha vile ambaye inatekana kuwa sheria na mambo mengi katika eh, jamii eh, wanatumika kuwasukuma watoto wadogo kama wasichana wa uh, Butere Girls. Uh, kwangu haikuwa sahihi na ikuwa vizuri uh, kusukuma maneno yakawa vile ambayo tuliona kutupa tiagas kwa watoto ambayo wamelala pahali mm -hmm. Kwa sababu tu ya mchezo wa kuigiza unajua, wanasema usanii uh, ni kio ya jamii na ni njia ingine ya kuongea na jamii na kusema mambo ambayo inaendelea kwa jamii mm -hmm. Na kukosoa jamii na kulete pia eh, eh, solution mm -hmm. Eh, kwa mambo ambayo tunapitia kama jamii mm -hmm. Eh, watoto hawana hatia ku, eh, kuigiza mchezo wote ile mm -hmm. eh, kama ni ukweli ambaye ni ya maneno ambaye inaendelea katika jamii yetu. mm -hmm. hawana makosa yote e, polisi kwenda hapo, serikali kwenda hapo kusukuma e, Butere Girls wasifanye e, e, yanayowapendeza mm -hmm. na kuongea na kwa jamii kupitia kwa mchezo ule. e, kwangu mimi haikunifurahisha mm -hmm. na na nataka kusema e, ni kitu ambaye ama ni kitendo ambaye itakaani kujirudia tena mm -hmm.